E bwana, we Bongo ni njano na kijani huko ndani ya makao makuu ya CCM na matawi yake nchi nzima. Hali ni kama sokoni, soko la Kariakoo nyakati za wikendi inavyokuwa, au sikukuu za Krismasi na Idi el Fitri zinavyokaribia. Watu, fomu, makeke, minong'ono na tabasamu za kisiasa vimezagaa kama mchanga wa bahari Tangu chama tawala kilipofungua dirisha rasmi la kuchukua na kurejesha fomu za kugombea ubunge na udiwani kwa uchaguzi mkuu ujao, wazee kwa vijana, wake kwa waume, mastaa kwa wasanii wa siasa wameingia mzigoni, kila mmoja akisaka green light ya kupeperusha bendera ya kijani na njano. Wanasema mapema ndiyo mpakani, vijana wanaingia kwa spidi ya boda. Pale ofisi za CCM wilayani, hali ni mbinde. Watu wanachomoka kwa magari, wengine na pikipiki, wengine kwa mguu, fomu mkononi, wakipiga selfie mbele ya bango la kuchukua fomu ya ubunge hapa. Wale walio na ndoto ya kuingia bungeni Dodoma wamebana suruali, wamevaa suti au kanzu za harusi. Ushindani si mchezo. Kiboko yao ni vijana wa mtaani waliokubali kupambana. Sisi ndio damu mpya ya chama Wakati wa kusema vijana ni taifa la kesho umepitwa na wakati, ni sasa ama sasa, alisema mmoja wa wagombea akiwashangaza waandishi kwa msimamo wake wa kivijana. Lakini kisiasa, wabunge wanasema hatuendi nyumbani bila vita. Lakini usioni mambo rahisi, wale mastaa wa siasa waliokaa bungeni msimu mitatu mfululizo nao hawajalala fofofo. Wanasema si kila anayejua kutwiti anajua kutunga hoja. Wanachukua fomu zao kimya kimya, kisha wanaita waandishi wa habari kwa staili ya old school press conference na maneno matamu mtiania. Mmoja alisikika akisema, siasa ni maamuzi magumu, lakini pia ni uvumilivu. Huyu kijana leo anataka ubunge, jana alikuwa anaigiza kombolela. Watu wa mtaa wana maoni gani? Kando kando ya minada na maskani za gahawa, gumzo ni moja: umesikia jongo kutoka kuchukua fomu? na yule mke wa kigogo fulani naye eti anakimbilia ubunge. Hivi CCM watawachuja vipi hawa? Mzee mmoja wa mtaa wa Kibokoni alisema kwa mbwembwe, huu ni wakati wa watu wenye nia ya kweli, sio wale wa kupiga picha na wafuasi Instagram, alafu bungeni wanachora. Tukiangalia mbali kidogo, wachambuzi wa siasa za mtaani wanadai huu ndio wakati wa chama kujipanga na kusafisha safu. Mchakato huu wa fomu unachambua pumba na mchele. Walio na nia ya kweli ya kutumikia wananchi wataonekana kwa maneno na vitendo. Hii ni kazi ya chama, lakini pia ni kazi ya wananchi, kwani kura haipigwi kwa fulana, inatolewa kwa matumaini. Mchujo bado haujaanza rasmi, lakini vumbi la fomu limeshaanza kutanda hewani. Macho yote sasa yanatazama vikao vya ndani, kampeni za kimya kimya na kelele za mitaani Wapo watakaoibuka mashujaa, wapo pia watakaobaki na ndoto mfukoni. Moja tu ni wazi, siasa ya CCM kwa sasa ni kama ngoma ya pwani, inavutia na inachezeka. Harufu ya jasho, vumbi la miguu na midundo ya madude, mwenye moyo na hatua aingie katikati ya cheze. Jina langu ni Nura Muhamed, Instagram unanipata kwa kuandika ofisho andasko Nuradhan.